Kujifunza namna ya kutengeneza program za kompyuta na how you utaanzia wapi. Sasa ingia kwenye Google au kwenye artificial intelligence yoyote na yako, tafuta maana ya kompyuta, soma maana hiyo kisha uielewe, kisha njoo Jiku Tech Tips, ambapo nataka nikuambie, nataka nikuambie kuwa utaelewa program za kompyuta kuanzia ulipo. Ninaposema kuanzia ulipo, na maanisha wewe ni mjuzi, wewe ni mjuzi mzuri wa program za kwenye simu janja yako na hivyo itakuwa fahari kubwa sana ukifanikiwa kutengeneza angalau programu ya kompyuta moja au programu ya ya simu moja ikae kwenye simu yako ukiwa okay, unaangalia hiyo, na hiyo itakuwa kama mwanzo wa safari ya kuwa mtengenezaji mahiri na wa kiwango cha juu kabisa. Nataka nikupe ofa ya kijitabu kwenye WhatsApp yako kwa shilingi elfu tano tu. Kitabu hicho kina maelezo ya hatua kwa hatua namna ya kutengeneza mobile app <coughs> karibu, na wasiana na mimi kupitia namba sifuri sita themanini na mbili thelathini na mbili tisini na nane hamsini na mbili mwisho.